Kama tulivyoeleza masala ni mengi, tumeeleza nusu kwa sababu yake hapa mahala pa kula tusiweke time nyingi. Kwa hiyo swala au mtu na, assalamu alaykum. Pale Mina wa Kenya wako eneo moja wote, lakini kama si ulikuwa kwenye ile ziara kuzunguka, si umeona ile mm, vichandarua hasa vile huwa Alhashimi mahala yake, oh, alhana wale ambao tuko nao wana, wana mahala yao, lakini mara ingine yaweza, kwa mfano mathalan, kama sisi na hawa ambao watu kwa hapa hapa yetu kwa pala pamoja, awa wezekana makundi matatu manne matano wakawa hema moja paini, ikawa hema kubwa vile, ikawa pengine ajensi tano kabana hii gawanyeni. Sasa sisi tutasema na maada yetu ni hapa, tunahesabu godoro yetu moja mbili, tukapazia eh, moja mbili tatu nne tano mia, tunaweka pazia juu, tunafunga ikawa ni sisi tu, kwa sababu tujuane sisi kwa sisi. Maanake pengine kuna katika sisi kuna watu wa koromo, unajua bwana wewe na koromo na kule pale na wale wengine, kwa sababu tujuane sisi kwa sisi. Kwa hivyo huwa ni makundi makundi, lakini pale ndio tutakutana sote, watu wa Kenya, kila mtu ule ambao amekuja pale. Utamuona hata Mtanzania kama kuna rafiki yako Tanzania ni mkaribu na sisi, utaenda kutembelea. Si kama hapa hoteli pangine, wengine kwa mbali huko, wengine huko pale. Watu wa Kenya wote tunakutana, na ndio mahala pa subra hapo. <laughs> Kija tumeambiwa hii safari ya hija mwanzo na somo moja ni ya subra, tunafaa tufanye practical. Naona ndo tunapanga sasa kufanya practical ya subra e, mimi nimeuliza maybe sababu wamesema hiyo mpangilio ya safari sio tena na agent wetu tuwe na subra. Katika hiyo kuna watu ambayo wako wepesi, wakipewa muda short notice wanaweza kuwa tayari. Kuna watu ambao ni wazito.